Karibu Tabora, karibu Toronto. Hatimaye aliyekuwa mbunge wa viti maalumu jimbo la Tabora mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA hawa Subira Mwaifunga amebwaga manyanga na kuachana na chama hicho na kujiunga na chama cha Mapinduzi CCM, ambapo kufuatia hatua hiyo tayari amejaza fomu na kuirejesha kwa katibu wa CCM wilaya ya Tabora, ikiwa ni sehemu ya kutia nia kuomba kuteuliwa kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Tabora mjini kufuatia uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Ndugu zangu wana habari, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uh, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametujalia afya na uzima, uh, nimeweza kufika siku hii ya leo. Uh, ndugu zangu wanahabari na marafiki zangu ambao mko hapa, uh, nimewaita leo kwenye presi hii ili niweze kuzungumza na kuweza kuweka wazi baadhi ya mambo ambayo pengine kuna watu wengi bado yanawachanganya yanawa mpaka sasa. Ndugu zangu, siku ya leo tarehe moja mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano nimerejesha fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini kupitia chama cha Mapinduzi, yani CCM. Nimeona niseme hili kwa sababu kwanza Uh, tumeshamaliza mchakato mzima wa bunge la kumi na mbili kama ambavyo mliona, tarehe ishirini na saba mheshimiwa Rais alikuja kuahirisha bunge, japo bado tunaendelea mpaka tarehe tatu mwezi Agosti, lakini tayari michakato yote kwenye vyama vyote imeshaanza, na chama cha mapinduzi kilianza mchakato wake tarehe ishirini na nane wa uchukuaji wa fomu. Mimi nilifanikiwa kuchukua fomu yangu ofisi ya katibu wa CCM wa wilaya siku ya jana tarehe thelathini mwezi wa sita, na siku ya leo nimefanikiwa kuirudisha fomu hiyo. Kipekee kabisa nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyenijalia uzima na afya kwa kipindi chote cha miaka mitano nilipokuwa nikitumikia ubunge wangu wa viti maalumu katika mkoa huu wa Tabora wenye wilaya saba na majimbo kumi na mbili nimetumikia salama na ninamshukuru Mwenyezi Mungu, nimemaliza salama. Lakini pili, nishukuru familia yangu, mume wangu ambaye yuko hapa pamoja na mimi ambaye amekuja kunisindikiza leo kwa ajili ya kwenda kurejesha fomu ya Chama cha Mapinduzi, lakini na dada yangu pia na ndugu zangu ambao wako hapa familia yangu. Kipekee niwashukuru watu wote ambao walinipa ushirikiano wakati wote nilipokuwa nikitumikia nafasi yangu hii ya ubunge wa viti maalum katika mkoa wa Tabora. Kama ambavyo mnaona wanahabari, hapa kuna watu wamevaa t-shirt ambazo zimeandikwa Friends of hawa. Hawa ni marafiki zangu, ni ndugu zangu, niko nao hawa kwa muda mrefu tangu nimeanza kufanya siasa za Tabora mwaka elfu mbili na kumi na moja. Hawa ni watu ambao tumekuwa pamoja, wamekuwa wakiniongoza kwa sababu wapo wakubwa, wapo wadogo, wapo vijana wenzangu ambao tumekuwa pamoja katika jimbo hili la Tabora mjini. Nawaona niko nao hapa. Kumekuwa kuna maswali mengi sana kuhusiana na hili swala la Friends of hawa. E, wengi wamekuwa hawalielewi limetokanaje, lakini natamani sana watu wengi wafahamu kwamba hawa ni ndugu zangu, ni marafiki zangu, ni watu ambao tumekuwa nao kwa muda wote nikiwa nafanya siasa zangu za Tabora mpaka nimekuwa mbunge na hata sasa leo nakuja tena kuzungumza na wanahabari nikiomba tena ridhaa ya kugombea jimbo hili kwa mara ya pili. Uh, mwaka 2020 niliomba ridhaa, lakini kura hazikutosha, na sasa narudia tena kuomba ridhaa kupitia Chama cha Mapinduzi ambako uh, tayari michakato ina inaendelea, lakini pia niwashukuru sana madiwani wenzangu wa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Tumeshirikiana nao vizuri kwenye mambo mbalimbali kwenye changamoto ambazo zilikuwa zikiwakabili Wanatabora, tumekuwa pamoja bega kwa bega kwenye kata zilizokuwa na changamoto, tumekuwa tukiambiana na matokeo yake kuweza kuzifanyia kazi ili kuweza kutimiza azma ya mheshimiwa Rais, lakini pia uh, kutimiza azma ya Wanatabora kwa yale ambayo walikuwa wanayatarajia. Siku zote kila mwamba ngoma huvutia kwake, lakini siwezi kusema sana kwa sababu ninaamini wanahabari nyie ni mashahidi kwa kazi ambazo nimezifanya kwa kipindi hicho mpaka hapa ambapo e, tumemaliza na mnanifahamu, mnanijua, nataraji ushirikiano hata huko mbele ambako ninakwenda nikienda sasa kukitumikia Chama cha Mapinduzi, nikitumikia wananchi wa Tabora pale ambapo nitapata ridhaa kwa chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano mwezi Oktoba ambapo tunasema Oktoba tunatiki. Lakini nini kilimfanya kuachana na Chadema na kujiunga na CCM? Hapa anaweka wazi mbele ya waandishi wa habari. Kwanza kabisa, sisi kama wanasiasa, siku zote tunatafuta changamoto tofauti tofauti. Unapoona eh, ndio maana wenzetu wa Nyamwezi wanakwambia Politics is a dynamic. Kwa hiyo unapoona kwamba uh, kuna jambo ambalo eh, unaweza kulielezea kwa wananchi na wakakuelewa, unaweza ukafanya maamuzi yoyote kulingana na hali hiyo. Hali kadhalika mimi nililiona hilo, na kubwa ambalo lilinifanya niamue kuingia kwenye Chama cha Mapinduzi nimekuwa mbunge wa viti maalum wa mkoa wa tabora ishirini kumi na tano ishirini ishirini ishirini ishirini ishirini ishirini na tano nimeona ni kwa namna gani ambavyo kama mwakilishi wa wananchi wa mkoa wa tabora changamoto nilizokuwa nikiziwasilisha serikali hii ya awamu ya sita imekuwa ikizifanyia kazi nikawiwa, kwa hiyo nikawiwa nikaona kwamba kumbe inawezekana kwamba hata nikiwa upande huo inawezekana kabisa haya ninayoyazungumza nikapata mara mbili zaidi, kwa sababu niko mule mule ambako hata kiongozi wa nchi hii yuko kwenye chama hicho. Lakini pili, Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Unafahamu Mheshimiwa Rais wetu ni mama, ni mwanamke shupavu, ni mwanamke ambaye anajali, ni mwanamke ambaye anaelewa, ni mwanamke mwenye huruma, ambaye kila eneo ambalo lina changamoto amejitahidi kuligusa kwa kadiri ya uwezo wake, na mimi nikaona inawezekana kabisa kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika majukumu haya anayoyafanya. Kwa miaka minne tumeona vitu vingi ambavyo tayari amekwisha vifanya, vikiwepo vingine, mimi kama mbunge mwakilishi wa Tabora nimevifikisha na vimeweza kufanyiwa kazi. Nikiwa mjumbe wa kamati ya TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, nimetembea nchi hii mikoa yote ishirini na sita kupita kuangalia miradi mbalimbali ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya, tena ile ambayo inagusa wananchi. Lakini huko nyuma tulikuwa tunasema kumekuwa na utaratibu wa watu kujali zaidi maendeleo ya vitu kuliko maendeleo ya watu, lakini mama huyu alikuja tofauti kabisa, kwamba yeye aliamua sasa kwamba ni lazima tufike mahali tubadilishe utaratibu na maendeleo yawe ni maendeleo ya watu na siyo maendeleo ya vitu. Tumeona mashule yakijengwa, hayo ni maendeleo, moja kwa moja yanakuja huko chini kwa wananchi. Lakini tumeona huduma za afya zikiwa zinaboreshwa, tumeona miundombinu ikiwa inarekebishwa kwenye maeneo mbalimbali. Pamoja na hayo yote ambayo ameyafanya, bado hata yale ambayo aliyaacha mtangulizi wake Mama huyu alisema kazi iendelee, na ameyafanya kwa kiwango cha hali ya juu. Tumeona hata juzi ametoka kuzindua daraja la Kigongo Busisi, lakini tunaambiwa lile bwawa la Mwalimu Nyerere. Kipindi ambacho tunakwenda kutembelea bwawa la Mwalimu Nyerere mwaka elfu mbili na ishirini na moja kama kamati ya Bunge, tulilikuta li, li, li, bado liko kwenye, ndio limeanza wakati huo likiwa limelipiwa fedha kidogo sana, lakini mama huyu amepambana. Hata nusu ya fedha ilikuwa bado haijafika kulipiwa lile bwao, amepambana mama huyu. Leo asilimia tisini na nane bwao lile tayari liko kwa ajili ya kufanya kazi. Hivi tumeona SGR, ni miradi mikubwa tunayozungumza hapa, ambayo angeamua kuiacha, sijui tungekuwa na hali gani, kwa sababu tayari ilikuwa ni miradi mikubwa ya fedha nyingi. Lakini mama alisema hapana, pamoja na miradi mikubwa hii Kile bado nitapambana kuhakikisha kwa kwamba maendeleo ya watu huku chini yanaonekana. Kama mtakumbuka mwaka 2020 nimekuwa kinara wa kuzungumzia changamoto kubwa ya watoto wetu kusoma kwenye vyumba vya madarasa vichache. Hivyo kupelekea watoto wetu saa zingine kupewa muda. Watoto hao wa wanatoka wanaingia watoto wengine. Leo hii hatuzungumzi kuhusiana na madarasa kuwa machache. Tunazungumza habari nyingine. Lakini pia tumekuwa tukizungumzia huduma za afya mbali na maeneo ya watu. Leo kila kata unayokwenda tunazo zahanati, lakini tunavyo sasa vituo vya afya. Hapa Tabora mjini peke yake tunavyo vituo vya afya vinne, kimoja kikiwepo cha kata ya Ipuli ambacho kinakwenda kuboreshwa zaidi ili kiweze kuwa na tija kubwa zaidi kwa wananchi wetu ambao wanaishi kwenye maeneo ya hapa mjini. Lakini tunaona hata upande wa barabara wenzetu wa TARURA wanajitahidi sana. Ni hizi mvua tu ambazo ndio zinakuja zinakuwa zinafanya ndivyo sivyo. Kwa hiyo haya na mengine mengi ambayo yamenivuta mimi kuja kwenye Chama cha Mapinduzi na kuona kwamba kumbe ninaweza kuyasema haya hata kwa wananchi kule ili mambo yaweze kuwa sawa sawa. Hicho ndio kilichonivutia na kanifanya nijiunge na Chama cha Mapinduzi na si vinginevyo. Huenda maamuzi haya yakafungua ukurasa mpya wa maendeleo kwa wananchi ndani ya jimbo hili la Tabora Mjini. Kwa bahati nzuri, nimefanya kazi kwenye mkoa huu na jimbo hili la Tabora Mjini, na watu wanafahamu nimekuwa ni kiongozi wa namna gani, na wakati ukifika, nikapata ridhaa, nitawaambia wana Tabora mimi ni kiongozi wa namna gani na nini naweza kufanya na nini naweza nisifanye. Ninaamini kabisa watakachoangalia ni uhalisia wa kile ambacho nitakiwasilisha kwao kwa wakati huo. Uh, siku zote hakuna linaloshindikana chini ya jua. Wakati utasema wakati ukifika, na wakati wa Mungu, na wakati sahihi, lazima upambane, usikate tamaa kwa sababu ulishindwa kwa mara moja. Yawezekana mara ya pili ukashindwa, ukashinda, au yote yanawezekana. Kwa hiyo chini ya jua hakuna linaloshindikana, kila jambo linawezekana, ni kufanya juhudi tu. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kazi yetu sisi waandishi wa habari si haba, na hatutachoka kutumia kalamu na vipaza sauti vyetu kuwafikishia kile mnachotakiwa kukipata kutoka kwa wawakilishi wenu, iwe mchana iwe usiku, masika hadi kiangazi, tutakuhabarisha. Ni washukuru sana waandishi wa habari wa Tabora, mmekuwa nami bega kwa bega kwa muda mrefu kila ambapo nilipokuwa nikiwahitaji, tumekuwa tukifanya kazi pamoja. Kila mlipokuwa mkihitaji kufanya mahojiano na mimi, nimekuwa sina kipingamizi chochote, nimekuwa nikifanya mahojiano na ninyi na kwa kweli uh, mmekuwa ni watu wa karibu, watu wa karibu sana na mimi katika kipindi ambacho niko kwenye siasa za upande wa pili, lakini naamini hata sasa napokwenda kwenye siasa za za upande wa chama tawala, ni imani yangu kubwa kwamba tutakuwa pamoja tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunasongesha hili gurudumu la mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na kama chama changu kitanipa ridhaa ya kupeperusha bendera, basi ni imani yangu kubwa kabisa kwamba mtaniunga mkono ili tuweze kufanya kazi vizuri ya kuhakikisha kwamba yale ambayo tutakwenda kuyazungumza yanafikika na yanasikika kwenye maeneo mengi, kwa sababu nyinyi wana habari ndiyo hasa